Hi guys, yes. Welcome to YS Studio. Welcome. Karibu sana. Hapa uh, ni mahali utakapopata mazungumzo moto motomoto, uh, stories za ukweli na inspiration inspiration inspiration za nguvu sana. And today we have as our special guest, tuna mgeni wetu mkubwa uh, kocha wa timu kali ya hapa Boise Idaho, kocha uh, wa timu ya Bowaze FC. Tutachambua maisha yake na changamoto na mafanikio yake ya kuibadilisha gemu ya hapa Boys Idao. And so you guys, kamata kiti relax and mambo yatakuwa makubwa na mambo makubwa yanakuja. Eh, usikose sana. Hii ni YS na tutawaletea burudani kale sana As I said, we have our special guest. Atakwenda kujitambulisha kwa jina lake na kipi anajihusisha nacho. Hello my friend. Hello kocha. mm. Mambo ya koje? Ah, fresh fresh, salama tu mwenzangu, sijui wewe. Ah, mimi namshukuru Mungu, mambo yako sawa, mambo yanaenda vizuri kabisa, sijui unaitwa nani? yeah, kwa majina naitwa Faiz Ramazani Jordan aka, uh, Joe Black Jordan. Okay, umesema aka hey, Joe Black. Hiyo jina Joe Black imetoka because uh, and I know sana, uh, I know sana sana san, wachezaji wa Bowaze wana kuitaga coach afa. Ah uh, uh, jina ya Joe Black ilitokea uh, kulingana na jina ya Joe Black ilitokea uh, nafasi moja vitu tulikuwa tunaenda kwenye mkutano wa uh, business. Sasa, uh, rafiki yangu mmoja hivi wa uh, kibiashara ndo akaniambia ti unafanana na mmoja jamaa, nafanana na mwingine jamaa mwenzake mm, ni mweusi lakini anakuwa anaitwa Joe Black. Oh, sasa nami nikakuja kujikuta nami mimi mweusi nikajipanga, nikaongeza ile, ile Jordan pale, kwa sababu uh, jina langu la tatu ni Jordan, nikaongeza Joe Black na ili ngine Jordan ndo nikaweka ile jina yangu pale. Okay. All right, Mr. Joe Black kama mlivyosikia Joe Black imetokana na rafiki yake, walikuwa wanafanya naye kazi right? yeah. And then akamwambia ana rafiki yake Joe Black, so na akapenda hiyo jina, na akaiongeza pale kwenye majina yake. Okay, swali tu ya kwanza tunaanza na, kabla ya Bowaze FC ulikuwa unafanya kazi gani na timu gani nyingine? Uh, kabla ya Bowaze kwa hapa Marekani sijawahi kufanya kazi yoyote ile na uh, sijawahi kufanya kazi na timu yoyote ile mm-hmm. Ila Afrika ndo niliwahi kucheza mpira japo si sana kivile, unajua unaweza ukawa mchezaji, ulikuwa unapenda mpira, lakini baada ya majeruhi kutokea ukastafu baada nilivyopata majeruhi kanibidi mimi nistafu ni mpira ndo nikaona no, acha niendeleze, japokuwa naisha kucheza, ila kakaangu ni alikuwa kocha wetu, nikaanza kuiga namna ya kukocha kupitia kakaangu. Okay, so ulikuwa mchezaji wa mpira and then baada ya majeruhi ukaona hawezi ka stop, acha tuendeleze mpira kupitia ukocha? Ndio. Okay. Jinsi ulikuwa unacheza mpira ulikuwa na ndoto maybe wa ndio takuwa kocha ama ndoto ilikuwa tukuwa mchezaji? Hapana, ah, hapana sikuwa, yani hata kuwa captain kwenye timu yetu sikuwa na hitaji, kwa sababu uongozi <laughs> ni kitu nikuwa, yani, ule moo wa kuongoza mtu sikuwa nao, so ila kilitokea tu ghafla kuona, kwa sababu nile napenda na mpira, ndo Mungu akasaidia hivo na kwa sasa ni umesha umesha kuwa na muda gani sasa like kwa kuwa uh, kuifundisha Bowaze uh, as a coach umesha kuwa na muda gani? Ah, nazani nilianza 2022 nazani, kama sio 2021 ni 2022 2022 Okay, yeah. nazani kama ni miaka tatu au ine hivi, kabla kama sasa Nafikiri before, before Bowaze ilianza 2020 because you know again the since 2020, that means yeah. Ndo mwaka wenye walifungua Bowaze ikakuwa timu kabisa kujulikana mu idao hicho yeah. Kipindi ulikuwa wapi? Uh, 2020 nilikuwa kwa, 2020 ilinikuta mimi sipo hapa okay. Nilikuwa niko ayoa, japokuwa nilifikia hapa lakini cha kwanza 2020 linikuta mimi niko matembezini sana <laughs> nilikuwa niko out, nilikuwa niko nilifanya uh, miezi sita Oregon. Baada ya hapo nikatoka Oregon nikakuja kufanya mwezi mmoja hapa Boise. Nikatoka Boise nika nikachomoka nikaingia ayo. Okay. Yeah. As a coach, nafikiri kwenye timu kuna waga wachezaji tofauti tofauti De. kuna wenye wako na anger issues, kuna wenye ukisema tu acha na anaacha. Kuna wale wanajituma every single day. Ni, ni changamoto gani kubwa inayokukumba, um, as a coach ukiwa unafundisha mchezaji, ni changamoto gani anagena kukumba sana especially kutimu Bowaze? Uh, changamoto kujifanya player, mchezaji kujifanya na juu Ujifanya kujifanya <laughs> yeah. Ni professional mm -hmm. Lakini akilini mwake u professional iyo. Okay, ni changamoto yaani sio mimi tu, nazani hata kila kocha mm -hmm. ilo linamtokea inakuwa ina ni changamoto, na akikutana na kocha lake mwenye maamuzi haraka anamshusha chini, ndio utaenda kukuta ule player alikuwa juu Mm. Player mzuri lakini kocha anamshusha chini kumuonesha kama ye kocha ni, ni mtu mkubwa kwake. modern ya ye, ye mwenyewe okay, ukishakutana na mchezaji mwenye kuna mentality ya, ku, ya kusema eti I'm the best mimi ndo najua kucheza mpira, kocha aweze akaniambia eti fanya hiki fanya hiki, kama Jesu ulisema eti anajifanya kuwa unaguna dili naye huyo mchezaji aje? like una dili naye kiaje, ili ajijue person ik asanapasani mfate kocha chenye anasema. Unaguna dili naye aje? cha kwanza mimi na chenye uwa na nazingatia mm -hmm. hawezi kuwa professional kama hakuna mtu mwenye ana kusimamia. Kama uko professional, kuko mtu pale unayekufanya wewe mm -hmm. uwe professional okay, na huyo mtu ni kocha wako kwa sababu gani? Yeye ndo anapanga liste ya we kuonekana mbele ya mashabiki ndio yeah. Naona, na kama mimi ndo niko napanga list, mimi ndo ninakuweka we kwa juu. Sasa kama uko professional ni kwa sababu yangu. Sasa mimi kudili naye, cha kwanza ni kuongea naye mm. Namwonyesha njia zangu, plani yangu, namwambia ni hivi ni hivi ni hivi Akikubaliana na hiyo plani tunaenda pamoja. Akikataa najua jinsi ya kudili naye, naenda na mshusha polepole ili nipandishe mwenye kuwa nyuma yake amenya okay, na kubaliana na, ma, na malengo yangu bima, as a boy, as a coach, right? kuna mafanikio mafani gani makubwa ambayo unajivunia nayo like uh, hadi sasa ni mafanikio gani like ukisema azeboaze kocha, najivunia kusuiki. Iki ni mafanikio gani ambayo unajivunia nayo kwa sasa? azeboaze kocha, kusema mafanikio ya mafanikio kwa sasa ni kuona bado timu inaendelea, kwa sababu kitu chenye kinasimamiwa zaidi sana cha sisema african kufanya miaka miwili mitatu, hicho bila probleme yoyote ile hapo ni kumshukuru Mungu mm -hmm. Kwa sababu kitu chenye cha Waafrika kikisimama mwaka umoja ma, wa pili wa tatu mm -hmm. kabla kuchakuwa maprobleme za kusambuana vita nini uchukichuki ndani ya yeah. Hiyo ndo naweza nikasema eti ndo chenye najivunia mpaka sasa mm -hmm. timu bado inaendelea, lakini kusema eti ile faida kuona kwenye timu bado, kwa sababu malengo Enye mie niko natafuta mama kocha wenzangu, malengo bado hatujafikia. Okay, umesema ulijoin Bowaze 2021 2022, right? Yeah, nafikiri umeshaona mapungufu ya Bowaze, umeona uh, nguvu anaiwekeza kwenye practice, kwenye games haiwezi kuwa mapungufu every single day, right? yeah kwa sasa eh? kwa sasa unaona timu ya Bowaze, um, unaionaje timu ya Bowaze unaiona like hapo mbele itakuwaje? Kwa sasa like, kuanzia 2020 2020 ulijoin 2022 mpaka kwa sasa, kwa sasa unaionaje mm. unamaanisha future ya Bowaze hapo mbele, yaani fitire ya Bowaze. -mm. -mm. Hmm. Namaanisha jinsi ulijwene yeah. Ulikuta Bowaze iko mu level fulani yeah. mpaka sasa like, unionaje ingali mwile ile level ya chini au ya juu, ama imeshuka ime, ama imepanda, unionaje? Ah, level sio ileile mm -hmm. li level yenyewe nilikuta ilikuwa level ya chini sana, likuwa level ya chini, na japokuwa naweza nikashukuru makocha wote wenyewe nilikuta na mpaka wengine tunao sasa, kwa kazi yao yenyewe walifanya. Yes, walisaidia timu kuendelea. mm -hmm. na walitoa nafasi ya chini kuipeleka mpaka hapa kwetu huko, ila vyenye mie nilikuta. mm -hmm. na mpaka sasa ya naweza nikasema kuna mabadiliko ah, mabadiliko gani ambayo unaweza ukatuambia like ma, bi maybe... Three pointies, like, na kulikuwa hiki hivi kunakuwa hiki wale wachezaji walikuwa hivi na sasa hivi wako hivi, ah, wachezaji zaidi sana kujielewa. Mimi ni mchezaji like nacheza fasi fulani naweza nikaenda fasi fulani kutoka hapa naweza nikaenda fasi fulani fasi fulani kwenye uwanja ama kwenye game mm hicho -hmm. ndio kilikuwa shida sana, maana zaidi sana mimi ni kocha mwenye na besi uh, kuangalia like tactic, namna player anaweza ka move movement za player iko, natembea aje kwenye uwanja. Sasa hicho kilikuwa kinawashinda sana before, lakini kwa sasa niko na timu iko na asilimia karibia sabini kila okay, player anajielewa kwa timu ya Idao <laughs> tukiangalia mutimu ya Bowaze right now kuna wachezaji wameshakuwa na eji kubwa De. Na kuna wachezaji ni wanacheza vizuri sana De. Kuna wengine wacheze vizuri, kuna wa wamoja wanajituma wengine wajitumi. Kwa jinsi unavyoona uh, mtimu mutimu mzima uh, mko wachezaji kwa wa, wa, wa, wa, wa sasa wanaweza wakacheza timu uh, soka la kimataifa ama kutusema pa USA uh, wanaweza wakacheza ile, ile, ile, ile soka ya MLS izo malevo like, professional level. Yes, wapo. Unaweza ukawataja ama ni <laughs> yes, wapo, lakini kunaweza kukawa tuvigezo tudogo tudogo. mm -hmm. Tenye wanaweza wakafix kwa hawa player wenye naweza nikasema okay. yes ila kuwataja ndo, <laughs> inaweza ikawa ame ikaleta kingine kitu mbele ya safari nasema <laughs> kuna wachezaji wanaweza wakacheza pro level kwa sasa, unaona, wanaweza yeah, wakacheza pro level um, wanaweza kuwa wachezaji wangapi like mtimu huko, kama wachezaji zaidi ya ishirini Wako, sasa hivi Bowaze iko na players 29. Kwa hiyo list, mnaweza kuwa wenye wachezaji wangapi wanaweza wakacheza kwa sasa hivi, wanaweza wakaingia kwenye pro level na wakafanikiwa zaidi. Awako seti 11. Hmm. Bowaze imeshakuwa, Yeah. timu kubwa ukisema 11 players that's you ni starting, 11 already mm -hmm. na okay. That's not bad, that's not bad, ila kwa hiyo 11 kuko tule tuvitu tumavirgilevirgile tuma point wanatakiwa wa fix mm -hmm. ili ama waelewe chenye makocha wanasema, ili wafike mbali zaidi okay. As a coach, una unalipa kipaumbele nini? kuna mm. Wakocha wanapendaga nizamu, kuna wengine wanahitaji kipaji ajali na nizamu. Uh, unahitaji mazoezi sana kwa mchezaji unahitaji nini? ukimwangalia mchezaji unahitaji nizamu, vipaji a mazoezi, mwenye nashwapo sana kwa mazoezi unahitaji nini sana, unaangaliaga nini sana nizamu? Kwanza kila kitu ni nizamu. Okay. Yani popote kwenye utaenda ni nizamu. Hata ukiwa na kipaji kama una nizamu auwezi ukaenda mbali. Okay. Kipaji chako kitateketea, lakini hata kama hauna kipaji ujue vingine vipaji ni kuforsi, right? Unawezi ukaforsi na Mungu akasaidia mm, kwa sababu una nizamu na ukafika mbali mode ya ule mwenye iko na kipaji alafu ana nizamu kwa hiyo ni zamu ndo first thing kwako kwa, ndo kwa kitu cha kwanza kabisa mchezaji anapaswa kuwa nacho. Ndiyo ni zamu. Unashaurije vijana ah, wanaotamani kuwa wachezaji wa kulipwa? Ah, cha kwanza ni kujituma. Okay, kujituma unajua, hakuna kitu chenye unaweza ukakipata hivi hivi tu easy Uh, kuna wajamaa anasemaga i jamaa mmoja anasemaga awezi ukapata kitu unaona, mm -hmm. So kwa hiyo kitu chochote kenye uko natafuta kinahitaji mda wako, kinahitaji jasho lako, yani bila nguvu yako awezi ukapata kile kitu kenyuko na tafuta. Studio tuko na kochafa hapa Mr. Joe Black. Uh, tunapiga story mbalimbali kuhusu Bowaze. Na let's keep on listening, tunazidi ku ask questions ili tupate kujua kocha fa kiundani na tupate kujua Bowaze kiundani zaidi. Yes, endelea kulilax na keep on watching.